Kama unapita kwenye majira ya kusubiri. Jifunze kuomba Mungu akupe uvumilivu kwa sababu maandiko yanasema Mungu huwa hawai wala hachelewi. Yeye huwa anafanya kwa majira yake. Yusufu alisubiri kwa miaka kumi na tatu na Ibrahimu alisubiri kwa miaka ishirini na tano na Musa naye pia alisubiri kwa miaka arobaini, lakini pia na Yesu alisubiri miaka thelathini. Wote walisubiri, na wewe, kile Mungu alichosema, hakusema uongo, haijalishi mahali unakopi. Inawezekana kwako ni majira ya kusubiri. Kama ni majira ya kusubiri, omba sana Mungu akupe uvumilivu wakati unasubiri, kwa sababu Mungu hasemi uongo, hata kama utaona giza. Baada ya kusubiri, majira yakishafika, uwe na uhakika Mungu atafanya muujiza kwenye maisha yako. Uwe na uhakika Mungu atakupa ile kazi aliyokuahidi. Uwe na uhakika Mungu atakupa ile nafasi aliyokusemesha, hakusema uongo. Hapa katikati kuna majira ya kusubiri na kuna mtu unanisikiliza, ulichokosa kwenye maisha yako ni uvumilifu. Mungu ni mwaminifu, aseme uongo. Kama alikuambia nitakuinua, hakusema uongo. Kama alisema nitakuponya, hakusema uongo. Kama alisema nitakupa ndoa, hakusema uongo. Anasubiri majira yake yafike, ili atimiza alichokuahidi. Na kati ya vitu ambavyo ninakuombea, Mungu akupe mngojezi, akupe uvumilifu.